Sura ya kumi na nne. Chichi alipewa talaka. Aliponzwa na mazira, na mazingira aliyokuamu. Aliona ameonewa, lakini asingeweza kulazimisha ndoa. Ndoa hutokana na ridhaa ya mwanamume na mwanamke. Bwana hana imani naye kama ambavyo yeye hakuwa na imani naye. Haya ni matokeo ya kutoaminiana kati yao. Pendo dada yake alimsikitikia sana. Mdogo wangu una nuksi na maisha ya mjini, kashfa nyingi zimekugubika, alisema Pendo. Rudi nyumbani kijijini, ukawaangukie wazazi pengine kinachokusumbua ni kukosa radhi ya wazazi. Ulikaidi wito wao wa kukutana urejee kijijini ulipomaliza kidacho cha nne. Wakasusia sherehe ya harusi yako kwa sababu hukumtambulisha mume mtarajiwa kwao. Na walisema hukuwa unawajali. Pia mwangukie Mungu akuondolee balaa nuksi hizi. Kijijini nako kuna fursa zake, ndiko tulikozaliwa na ndiko idadi kubwa ya watu wanaishi. Riziki inapatikana mahali popote. Chichi aliamua kurejea kijijini. Alikumbuka alijo, alichojifunza mjini. Mjini kuna utiriri wa watu, kuna watu wa makabila mbalimbali mbali. Kuna mmomonyoko mkubwa wa maadili kuna utitiri wa magari, kuna majengo tele mazuri ya ghorofa, kuna uchafuzi mkubwa wa mazingira, watu wanaishi kwa msongamano, watu wanapenda kusafiri kwa magari badala ya kutembea kwa miguu. Kila kitu ni pesa, bila kazi maisha ni magumu, na ndiyo maana kuna wezi, vibaka, makahaba na majambazi mjini na kijijini kote kuna manufaa na kero, lakini raha ya milele ipo mbinguni. Alipofika kijijini, aliwaangukia wazazi wake, walimsamehe Chichi, akawa mcha Mungu. Hatimaye wazazi wake walimkabidhi mali ng'ombe ishirini, mbuzi kumi na kondoo watano aanzie maisha Chichi akawa mfugaji na mkulima wa kisasa na baada ya muda mfupi akainukia kuwa mtu tajiri aliyemiliki miradi mbalimbali mbali, na akajenga nyumba nzuri ya kisasa. Miradi ya Chichi ilikuwa ni pamoja na ya mifugo, mashamba ya mazao ya chakula na biashara, kiwanda cha maziwa duka kubwa mashine ya kusaga na kukoboa nafaka na usafiri wa mabasi manne yaliyokuwa yakisafirisha wanakijiji kwenda mjini na maeneo mengine ya nchi. Aliajiri wafanyakazi kumsaidia kuendesha miradi hiyo. Alimshukuru Mungu kwa mafanikio yake hayo, akatubu kwa Mungu dhambi zote alizotenda katika maisha yake na akawasamehe wabaya wake, akiwanasihi kwamba wasilopenda kutendewa wao wasiwatendee watu wengine. Kutokana na uzoefu alioupata katika maisha ya mjini, alikiri kwamba mwanamke ataweza kujikomboa kama tu atajiamini, ataelimika au kuwa mjasiriamali. Alihoji nini mantiki ya kupigania uhuru wa taifa na kumfukuza mkoloni, kama ni watu wachache tu wanao wanaonufaika na matunda hayo ya uhuru, wakitumia ofisi za umma, huku walio wengi wamegubikwa na lindi la umaskini. Uhuru wa kisiasa umepatikana, lakini unahitajika pia uhuru wa kiuchumi unahitajika, uhuru utakaomnufaisha kila mwananchi. Hatimaye Chichi aliolewa na mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya kijijini hapo, Deus Kiku. Akajaliwa kupata watoto wawili wa kiume na wa kike. Na ndoa yao, iliyopata ridhaa ya wazazi wake, iligubikwa na upendo na maridhiano, ikamfanya aishi kwa amani na raha. Baada ya dhiki faraja. Mwisho hapo. Tumefikia mwisho wa kitabu chetu cha Mrembo wa Magomeni. Wiki inayokuja tutakiangalia kitabu chengine ambacho kitatuendesha hadi wakati tutakapokimaliza. Tafadhali toa hoja kuhusu vitabu ambavyo ungependa tuvisome.